Hili ni nianze kwa kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye mlisikia mwezi wa kwanza Chama cha Mapinduzi kiliamua kwa yale yote ambayo ameyafanya katika nchi hii, kimpe nafasi nyingine ya kuendelea miaka mitano. Si mlisikia tulifanya hivyo? kwa sababu tunafahamu hapa Kanoge kuna makazi maalum si ndio? na Samia amehakikisha wanakanoge wenzetu, wazaliwa hapa na wenzetu ambao mlikuja pia kupata hifadhi, mnaishi mahali hapa kwa amani, mnapewa mashamba, mnapewa makazi na mnajengewa na miundombinu muhimu. Nimepata taarifa, mmejengewa barabara, mmejengewa shule, mmejengewa na vituo vya afya karibu viwili. Ni mapenzi ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ili nyinyi na watoto wenu mpate elimu, lakini na mahitaji mengine muhimu. Nimepata taarifa kuna watu wa chama kimoja walipita pita hapa, wasema kwa vile hapa ni makazi fulani ndio maana hampati maendeleo. Jamani, hampati maendeleo kweli? <coughs> Hizi ni propaganda. Serikali yenu inawapenda lakini, hata ulinzi wenu serikali ya Dkt. Samia Suluhu inahakikisha kwamba mko sana. Sasa daftari la mpiga kula hapa lilishapita, lakini inawezekana likarudi tena pengine kwa marekebisho zaidi, pengine mwezi wa tano. Ikiwa zoezi hilo litarudi, kwa wale ambao walikosa kufanya hivyo ninaomba mfanye hivyo, ili mwezi wa kumi ukifika au tarehe yote ambayo ya tume uchaguzi tume huu ya uchaguzi itatangaza, kila mwenye haki ya kupiga kula aende akapige kula ili e, aitumie haki yake kumchagua kiongozi anayemtaka. Nani akataji? Mweshimua mwenyekiti, niseme jambo moja. Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani kwanzia 2021 mpaka sasa tayari Mheshimiwa Rais alishaleta kiasi cha bilioni 15 katika sekta ya maji. Haya mambo hayakuwahi kutokea kipindi cha nyuma. Piga makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini ndani ya mkoa wa Katavi bado tuna miradi yenye gharama ya bilioni 16 inaendelea, inaendelea kutekelezwa katika maeneo mbalimbali, na katika miradi hiyo kuna miradi minne iko ndani ya jini. Piga makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, haya mambo tunafahamu kwamba hapa tuko Kanoge, lakini kuna vyanzo vyetu vya maji, vyanzo vyetu vya maji katika eneo la Kanoge pamoja na Ikolombo. Tunafahamu kwamba maji yalikuwa hayatoshi na ndio maana tumeamua kujenga kwamba wananchi wote wanapata huduma ya maji safi na salama. Mradi huo umetokana na maombi ya mbunge wenu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na Mheshimiwa Rais akaelekeza kwa Waziri wa Maji kutenga kiasi cha bilioni 2.08 kwa ajili ya kuleta fedha hizo na kuhakikisha kwamba mradi huo unakamilika. Mheshimiwa Rais atufanyie nini? Mheshimiwa mbunge atufanyie nini? Waheshimiwa madiwani watufanyie nini? Kazi yao inaonekana. Mheshimiwa mwenyekiti, nipende kusema kwamba katika mradi huu tutakuwa na tenki la lita milioni moja, lakini tutakuwa na mtandao ambao wenye mabomba aina tofauti tofauti yapatao kilomita 18.5, lakini mradi huu mpaka sasa umeanza mwezi wa kwanza na mradi huko asilimia kumi mpaka sasa. Miradi hii inaendana sambamba na mradi wa usambazaji manispaa ya Mpanda ya usambazaji wa maji bilioni 2.08 tena imeumwagwa pale na Daktari Samia Suluhu Hasani, halafu nabaki umeshika taya, halafu upiga hata makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hasani. Ninaomba kwa heshima kubwa na taadhima ni mshukuru waziri, waziri wetu Juma Aweso kwa kazi kubwa ambayo aliyonifanyia na kunisikiliza mimi kama makamu wake mwenyekiti, kwa upendeleo. Ninaomba nishukuru wizara, naibu waziri, ninaomba niwashukuru na kuwapongeza. Naomba nipelekee salamu na zangu, na yuko naye hapa kaimu katibu mkuu wa wizara ambaye amesimama kwa niaba ya Mwajuma, nipelekee salamu kwa pesa nyingi ambazo amezileta katika halmashauri ya Nsimbo kupitia upande sekta ya maji. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, nina viongozi ambao niko nao hapa, RM wa mkoa, wilaya zote tatu pamoja na management zao zote. Mheshimiwa mwenyekiti, niko nao vizuri sana katika hili jimbo langu la Nsimbo. Mheshimiwa mwenyekiti, vyanzo vyote vya maji vinatoka kwangu, vyote ndio vinaolisha Mpanda Manispaa. Sasa mara nyingi nawasiliana naye, nawambia we umechukua maji huku so, si ndio? Ndio mama aya, na wale wananchi pale mawafanyaje? na naotengea tena nawaokea maji anafanya anatekeleza katika vyanzo vyote vya maji vinavyoshuka katika manispaa, muasa amehakikisha wale, wale walio katika, wanaotunza vyanzo vya maji katika maeneo yale anawatendea haki. Ninaomba niwashukuru sana na niwapongeze sana kuhakikisha wananchi wa jimbo la Nsimbo wananufaika na rasilimali ambazo wanazozihifadhi katika eneo husika. Na hapa, nimepata taarifa kuna wakulima watumba wale wakulima unaowahangaikia bungeni. Wakati kampuni ya TOTC imeondoka imefunga virago, tukabaki na mnunuzi mmoja Premium na jetiani, lakini wewe ulipata sauti bungeni kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Semuza, Samia Suluhu Hassan anapunguza kodi kwa wanunuzi wa tumbaku kutoka zaidi ya bilioni saba zilizopigwa wamepigwa kodi wanunuzi wakaondoka. Wewe ulikuwa sehemu ya mbunge ulienda kumshawishi na kuziondoa kodi kwa wanunuzi, na leo wanunuzi wanaongezeka, tuna wanunuzi wa tumbaku zaidi ya kumi na mbili katika nchi yetu ya Tanzania, lakini bado ukapigana. Ndio maana mimi naomba leo niseme mazuri yako na wakulima, jamani, na mimi ni mkulima madiwani wenu ni mashahidi wamefika kwangu mimi naitwa cherehani mbunge wa jimbo la ushetu lakini pia ni sehemu ya wakulima wa tumbaku Mheshimiwa mbunge wenu alipambana sana nyombe niseme nichomekee ni jambo moja hii ndio wabunge wetu wa jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama Mama Upendo atakapowaletea changamoto ya katika eneo letu la sekondari kanoge hili eneo ambalo tulipo kuna wanafunzi zaidi ya elfu moja hatuna mabweni hapa mnapopaona hapa hatuna mabweni kabisa. Changamoto hii imekuwa ni kubwa. Raisi wetu katuletea madarasa mengi sana mpaka na ya ziada. Tunaendelea kuhamasisha wananchi waendelee kupata uzalishaji mkubwa, ili watoto waje shuleni kwa sababu madarasa tunayo ya kutosha. Mama Samia Suluhu Hassan katujengia madarasa mengi, watu wakandamize madarasa yajya Kanoli hoye, changamoto tulionayo ni ya mabweni inapelekea changamoto hii kuwapelekea watoto wa kike wakati mwingine wanashindwa kumaliza shule. Unakuta wamepanga kwenye geto na wavulana wanakuwepo, kama mnavyovuja, wa watoto wa kike wanakuwa na mtihani kidogo, umri wa chini ya miaka 18. Kwao mtusaidie, mama Lupembe atakapoleta hoja hii ya mabweni shule ya sekondari Kanoge, mtusaidie sana, ili tuweze kuokoa wingi kubwa ambao unapotea katikati, watoto wa kike. Asanteni sana, Mungu awabariki.